Wadada, profaili zenu nimeangalia, nimeona wengi mnajiita cuti mara cuti nana mara v cuti. Yani, mnajiaminia wenyewe kwamba ni wazuri, ni jambo jema sana, maana sisi madume hatujiaminii sana kiasi hicho. Mfano mimi na uwensamu wangu wote huu, ila hauwezi kunkuta nimejiandika eti Vachamu zehensamu huwa sitaki shobo na viumbe wabaya sura kama hawa. Nikimaliza kurekodi huyu namgeuza mboga baadaye. Nimeona baadaye mbali, nampika saizi. Karibu wadao, ni mtamu kweli mamba hasa, ule na mapera au ndizi. Sikutegemea kama nitapata mboga leo. Hapa ni kumchoma, nianze tu kujinofya. Siku ya leo imeisha vizuri kama hivi. Sasa umfollow hapo Vacham6 ili kuona kesho inaenda vipi.